ujaji wake anaweza kaleta mabadiliko makubwa kabisa katika stoka ya mwisho. Leo kufunga kwake sisi nimetufurahisha na tunamshukuru Mungu, lakini pia tunaendelea kumuombea kuona namna ambavyo kile ambacho tulichokuwa tunaamini kutoka kwako tuendelee kufanyaje kukipata. Kwa hiyo mimi nafikiri amefanya kazi kubwa, amefanya kazi nzuri. Lakini Jonas Arsoa pia ameingia katika kitabu cha wafungaji kwenye ligi ya NBC. Lakini leo mnamzungumzia Jonas Arsoa, zungumzeni MVP wa ligi ya NBC, ameonekana Janchazi ya huwa bado anaendeleza kuonyesha namna ambavyo amekuwa ni mchezaji wa namna gani kwenye ligi NBC. Mwaka jana amefanya vizuri, ziko vigisu za watu zinatengenezwa, wako baadhi ya wachezaji wanalazimishwa kuonekana namna ambavyo wao wanaonekana kwenye MVP, lakini MVP wa kweli ameonekana. Mechi moja goli moja, assist moja. Man of the match. Maana yake nini? Leo ukiangalia takwimu za Janchazi ya huu japokuwa kuna watu wameshaanza ligi na mechi mbili, lakini kwa takwimu mpaka hivi sasa hakuna mchezaji kwenye ligi ya NBC anigusa, sindio? Maana yake leo, waandishi habari, tumieni vipaza vyenu, zungumzeni maneno ya asilia, waambieni MVP ya ligi iliyokwisha, Janchazi aua kwa namba zake, na hii amekwenda kudhihirisha kwenye mchezo wa leo, ameongeza namba katika MVP si anachaguliwa kwa sababu ya waandishi wa habari, nani wanamtaka. Namba ndio tunakwenda kumchagua mtu ambaye anaonekana kuwa MVP. Twende kwenye namba mavara, mwaka jana. Nani alifanya vizuri kati ya Pakome na Jancha ya. Maana yake unakwenda kwenye Janchas ahu. Sasa tuache mwaka jana, tulete mwaka huu. Juma mwiko amecheza mechi moja. Mchezo jeo, Pakome amefanyaje? Amecheza Simba Sports, amecheza mechi moja. Twende kwenye namba alafu, wewe unaambiwa chagua mwandishi. Nani unamchagua? Nasema hivi, sikiliza. Leo hii nasema hivi, leo hii jani chazi yauo akafunga ngapi? Kaasisti moja, MVP moja, ndivyo sivyo? Waliopewa dhamana wamemwona, wamecheza vizuri katika wachezaji ishirini na nne ishirini na mbili wamekwenda kumchagua maneothi. Mechi huyo wa kwenu nyuma mwiko alichaguliwa. Ah, vile ayanga alichaguliwa wa wayanga alichaguliwa mahara nikwambie tu, niwasaidie kwa uzoefu na ukongo wangu niko nao kwenye futbol toka Mungu ameitengeneza hii dunia, alafu akaiteua sehemu ikaitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hususan kwenye timu ya taifa Isiwe mzungu, isiwe mwarabu. Hakuna kocha mwenye CV ya kumzidi Ahmed Moroko. Yes, Ahmed Moroko ndiye aliyefanikiwa kuipeleka timu katika mashindano ya Afcon. Nani anabisha? Ahmed Moroko amefanikiwa kupeleka kwenye mashindano ya CHAN. Hatukwenda kwa sababu ya kura, tumekwenda kwa sababu ya uwezo. Taifa la jamhuri ya muungano wa Tanzania lenye watu zaidi ya milioni ngapi? si ndio? Nani mwenye dhamana ya kusimamia kwenye upande wa football. Nikupe kitu kimoja kidogo tu, wakati Emedi Morocco kocha msaidizi anakwenda kuisimamia timu kama kaimu kocha mkuu, ilikuwa coast 23 24 kwenye mashindano ya Chani. Mechi ya kwanza Tanzania tunakwenda kucheza na DRC ya Kongo iliyotimia nisikilize mavara wewe, hey, <laughs> diarasi ya Kongo ngoma inaisha bila bila. Mechi ya pili tunakwenda kucheza na Zambia, Zambia iliyotimia inakwenda kuchomoa jioni, ngoma inaisha bila, bila. huyo ndio Emedi Moroko. Kama taifa la Jamhuri la Muungano wa Tanzania limemwamini, kwa nini Simba tusimwamini? hayo ni mambo ambayo tunawaachia management ya Simba, wao wao wakiona umefika wakati wa kumkabidhi Moroko kwa kocha mkuu wa Simba Sports. Mashabiki tuko tayari kumsapoti lakini, pia lazima tuchukue muda tu, tu, tuwapongeze sana management ya Simba. Hili lilotokea kwa Fred Davis kutuacha kwenye timu sio kwa mara ya kwanza. Leteni historia ya miaka mitatu nyuma, lofanyaje ilivyopita Juma Ramadan Mgunda, Guardiola Nene. Anatangazwa saa nne ya usiku. Timu saa sita ndio arobaini na tano inapanda ndege na kwenda wapi? Na kwenda Malawi. Simba Sports tuko kupata matokeo kweli, sio kweli? Maana yake nini? Tuna viongozi wa Simba wenye macho. Tuna viongozi wa Simba wenye mitazamo. Leo Suleiman Matola Veronica aenda kuachimbua madini. Umeona kuna mwamba kavaa jezi namba 18. Ni anapiga anaachia. <laughs> Hii ndo Simba Sports, dhamira ya Simba na nia ya Simba kuwa mabingwa wa ligi NBC. Yes, hapa nataka niongee na mashabiki wa Simba kwa dakika chache. Tunaingia katika vita, vita ya watu ambao wanatafuta ubingwa kwa fedha na vita ambayo watu wanatafuta ubingwa kwa jasho. Sisi Simba tunachoamini tunakwenda kuupigania ubingwa kwa jasho. Na kuna muda mwingine vita hii sio silaha, vita ni nini? Akili.